Na na wewe OCD uliokuwa umevaa minyota nyota hapa, na tamani ningekuwa na, ningepambana na we tuone ungenifanya nini? sasa mimi, sio mke wako una cha kunifanya nini mimi? Mimi nimekuwa mbunge najue nchi hii, nimekuwa kiongozi wa muda mrefu, niye mna utumwa mna sheria gani ya, ya kuweza kunia mimi nikiamua narara hapa unanifanyaje OCD Nimeamua nilale hapa. Ukiendelea hivi, kiongozi atakuagiza unikataze kulala na mke wangu. Mna bahati sana, kwa sababu sina muda mrefu na mimi mkinigusa, kwa sababu nchi sio ya mama zenu. Hii ni nchi yetu sote, lazima tuheshimiane. Msifikiri kuna mtu anaogopa mmevaa kilauni, kwa sababu sisi wananchi tuna mamlaka tuliowapa, tuheshimiane tokea oda, ambayo ni oda ya kisheria. Lakini mtu amelala na mke wake anakuagiza kwamba mzuie Heche kuingia mjini, na wewe bila akili unakimbia kutekeleza. Umesoma wapi? Nyie si mnakwenda CCP, sina mna polisi general orders, PGO inakuambiaje? Sinakuambia dus na dont kwamba polisi unatakiwa kufanya hivi, hiki usifanye. Huyu anayekuagiza kwa nini usimwambie kwamba hilo haliko kwenye PGO, kitabu kinachoniongoza mimi? Umepanda mpaka unafikia renki ya OCD hujiamini, umepewa cheo cha kupendelewa hapa. Wananchi hapa wana matatizo hapa, uongo kweli? Tembo wanaumiza watu hapo, uongo kweli? Wanyama wanaua watoto wa watu hapo, uongo kweli kweli? Mazao ya watu yanaharibiwa na pamba, uongo kweli kweli? Mbona huwa mkimbikimbia hapa na magari mkimwona yeye. Mimi ni mimi ni katili kuliko tembo? Mimi na tembo, kipi cha muhimu hapa? Katiba hii inasema hivi, lengo la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi, sio ustawi wa tembo, sio ustawi wa wanyama. Kwa hiyo kama tembo anahatarisha maisha yako, tembo inatakiwa afe, wewe ubaki. Lakini kwenye nchi hii bora nyinyi wote mfe, tembo baki, ili wazungu waje kuona, wawalipe wao hera, ili wakale kule mjini na nani wao na, na, na, na, na, na.